Kama umepitia katika mtandao wa Instagram majira ya jana pamoja na leo, utaona kuna video ambazo zina trendi sana za wanawake kutokea katika nchi ya Kenya pamoja e, na Ghana wakitrendi, wakirekodiwa kwa spy camera ambayo ilikuwa imevaliwa na bwana mmoja ambaye baadaye alikuja akajulikana kama mrusi kupitia mitandao ya kijamii amepewa jina ambalo limeenda viral sana. Tukiangalia katika page ambazo zimepost hizo video e, wamefungua account kabisa anajiita the Russian Guy, the Russian Guy ndo jina la, e, la utani ambalo kapatiwa huyo mrusi ambaye e, amerekodi wanawake hao kwa e, spy camera ambayo alikuwa amevalia katika miwani yake. Sasa huyo bwana nitaenda kukupa full update kuhusiana na yeye e, alipotoka mpaka kuja katika nchi ya Kenya, lakini pia amepitia hadi huko Ghana kwa rekodi wanawake hao video za faragha, video wakiwa ndani afanya nao mapenzi. So uh, hii ni zaidi ya uh, ile trending ya Baltazari ya mwaka uliopita. Trending ambayo iliweza kuteka headlines tukamona Baltazari uh, ameishi na wake za viongozi wake katika nchi ya Guinea. Sasa hii leo ni kwa Mrasha guy. Huyo bwana bana amekuwa ni mkatili sana. Video hizo ameziposti uh, katika uh, peji yake ya Telegram lakini pia ameziposti katika uh, peji yake ya TikTok. Video ziko nyingi sana. Katika hii video nitakupa uh, majina ya hizo page ambazo zimeweza kuposti hizo video, uende kusearch mwenyewe. Sitaki eh, nimrushe mtu, ila utenda kuangaliwe mwenyewe. Lakini mbali na hayo yote eh, huko mwisho katika video hii nimekuwekea video ambayo nilisha kuifanya eh, mwaka jana, mwaka 2025, video ambayo ilikuwa inafundisha ni kwa namna gani eh, unaweza ukagundua kamera zilizotegeshwa. Ungana nami katika video hii hadi mwisho, nitenda e, kukupa full update kuhusiana huyu Mrusi ambaye ameweza kuwanyanyasa e, wanawake wa Kenya pamoja na Ghana kufuatia e, video hizo ambazo ameweza kuzi, e, kuzivujisha katika mitandao ya kijamii. Mimi ni Todo Alexander Scott Rizzi. Hii hapa ni Blue House Dax Media. Ungana nami katika video hii mwanzo hadi mwisho, karibu ni kufafanulie mambo makuu ambayo yamejitokeza, ikiwa ni baada ya huyu bwana ambaye anajulikana kama Russian guy ambaye amewarekodi wanawake hawa kwa kutumia spy camera ambayo wameweka katika e, upande wake wa miwani yake ambayo alikuwa amevaa usoni bila wanawake hao kujua. Imekuwa gumzo sana katika nchi ya Kenya. Hapa kuna baadhi ya maneno ya wahusika hao wanawake ambao e, wamerekodiwa kitu ambacho walikuwa na kijibu pale Mm-hmm. walipokuwa wakiulizwa, lakini pia nimekuwekea maoni mm -hmm. ya viongozi wa serikali walikuwa wanasemaje kuhusiana na hichi, lakini pia nimekuwekea na maoni ya huyu Mrusi naye pia alikuwa anasemaje, na mkaribu e, uweze e, kusikiliza hichi ambacho nimekuletea e, kupitia hii makala ambayo nimekuandalia. Mambo makuu yanayochochea huu mjadala mtandaoni kwamba mtandao huu umejaa video e, za mtu mmoja ambaye asili yake ni huko Urusi, anajulikana kama ya ste Slav, Slav bana huyu eh, anaitwa Trahov ndo jina la baba yake ambalo amelipewa. Eh, amerekodi sana, tunasema kwamba video nyingi sana zimekuwa ni zaidi ya zile video ambazo ziliweza kuvuja mwaka juzi za Baltazari. Amerekodi interaction zake na wanawake wa Kenya, yani mazungumzo na wanawake wa Kenya na Afrika. Kwa mfano, katika nchi ya Ghana pia amefanya hivyo hivyo kwa ujumla na kushea kwenye mtandao wake wa TikTok, YouTube na Telegram. Video hizo zinaonyesha jinsi anavyowasiliana na wanawake mitaani akiwatafuta kisha kucheza nao kupeleka baadhi kwenye nyumba yaani Airbnb, video ambazo baadaye huonekana mtandaoni. Mjadala mkubwa umejikita zaidi juu ya kupigwa picha kurekodi bila idhini, si shughuli eh, yenye uwazi kwa salama za wahusika. Mjadala wa kijamii na maoni ya watu walikuwa wanasemaje? Mitandao imejaa maoni makali kutoka kwa watu mbalimbali, baadhi ya viongozi na wana mitandao wamekosoa wanasiasa na wakosoaji wa, wa mitandao wamesemaje? Wapo waliofanya e, maandamano kudai e, uchunguzi na kukamatwa kwa huyo mtu wakisema, matendo yake ni ukiukaji wa faragha na haki za wanawake. E, comedian Terence Creative, huyu ni comedian kutoka huko Kenya. Alitumia e, mitandao yake kukosoa kitendo chake na kusisitiza wanawake wanapaswa kuheshimiwa na kuomba mamlaka ziripoti tukio hili. Influencers kama Mzungu Fresh aliomba Kenya na hasa jamii e, wajiharakishe, e, kulinda heshima ya wanawake na wasiwe wakiruhusu kupigwa picha bila idhini. Dalili za maoni ya umma ni yapi? Baadhi ya watu wanajadili hali ya uhusiano wa norms za dating Kenya, wakilinganisha na yale yanayotokea katika video hizi, kwa maoni ya we, wanawake wanaosema walienda kwa huyo mtu kwa hiari na matukio hayo ni willing buyer, yani willing seller, kwa maana ya kwamba eh, kununuliwa kwa kutaka lakini pia kujiuza kwa kutaka eh, lakini pia kuna maoni ya kuudhi kuhusu jinsi baadhi ya video zinavyoonyesha wanawake mbalimbali mbali, hata walio na familia wakivutiwa na mzungu. Lakini eh, eh, kigezo kingine ni kwamba nini, eh, kinasemekana kuhusu ubora wa video na bila idhini, watu wengi wametajwa kuwa eh, eh. Halafu wanarekodi video bila idhini yao ya wazi. Wanatumia eh, vifaa vya kiteknolojia kama smart glasses na camera, kurekodi bila watu kujua, yani spy camera, ambazo mara nyingi huwa zinawekwa kwenye glass kwa maana ya miwani, lakini pia eh, zingine zinakuwa zinawekwa kama eh, kifungo tu cha eh, shati kinakuwa kwenye shati, hizo mara nyingine ni spy camera, zingine hutegeshwa kwenye engo ya kona ya eh, nyumba eh, hiyo pia ni aina ya spy camera. Hii imesababisha mjadala juu ya faragha, haki na sheria. Wapo wanaosema ni ukiukaji wa data za kibinafsi. Kuna migogoro pia juu ya jinsi video hizo zinavyotumiwa, baadhi zinaonekana kwenye vyombo eh, vya bure, nyingine kwenye chaneli binafsi ya te Telegram, kwa malipo pale wahusika na video walipojibu Mwanamke mmoja alionekana kwenye video alitaja kuwa video iliharibika na kuhaririwa kwa namna sio sahihi na kwamba alitoa nambari yake aache kufuatiliwa tu, sio kwa mapenzi kama alivyotafsiriwa mitandaoni. Hii imeongeza mjadala juu kuhusu ukweli wa kile kinachotakiwa e, kutajwa kama e, consent, yani idhini e, na kile kinachoonekana kwenye video, masuala ya sheria na maadili. E, Wakenya wengi wameibua hoja ya kwamba kukamatwa na kuchapisha video bila idhini kwa huyu mrasha, yani Russian guy e, na pia wanasema kwamba e, mrasha huyu amekiuka sheria za faragha na haki za mtu binafsi. Pia kuna hoja ya adhabu, ikiwemo wito wa polisi, kodi za huduma za mitandao, kuhakikisha wanafuatiliwa matukio kama hayo kwa sababu yanaweza kusababisha madhara ya kijamii. Muhtasari wa hoja za mijadala e, faragha na idhini zikoje? Kupigwa picha bila idhini ni tatizo kubwa la mitandaoni, lakini usalama na heshima ya wanawake wengi, wanashauri jamii kulinda hadhi na heshima ya wanawake. Kila mtu ana maoni tofauti tofauti, kuna waliomtetea, wengine wanamkosoa, na wengine wanabadilisha mijadala kuwa juu ya tabia za kujengana na wanaume au na wanawake mwingine. E, kuna ripoti za vyombo vya habari ambazo zenyewe zinaonyesha kuwa tukio limeenea. Hata unapofika hotelini guest au loji, hakikisha unazima taa zote katika kile chumba, alafu shikilia simu yako, ingia katika upande wa kurekodi, rekodi chumba kizima ukiwa umezima flashlight ya simu yako. Hiyo njia itakusaidia kugundua kamera mtegesho, yani spy camera ambazo zimetegeshwa kwa njia ya siri. Utaona kidoti chekundu ama mwale mwekundu wa mwanga katika simu yako ambayo una rekodi